Kiukweli tarehe 29, ndo, ndo siku ya, ya uchaguzi. Kwa hiyo sisi kama vijana tunawasi na vijana wenzetu kwamba tarehe 29 saa mbili asubuhi nadhani mi, milango ya kupigia kule itakuwa wazi, kwa hiyo tende tukawachague viongozi ambao tunawahitaji watuongozee nchi yetu, na pia tunashukuru serikali ya, ya, ya, ya awamu hii kwa kuweza kutengenezea uwanja mzuri kabisa wenye, wenye vigezo kabisa Tanzania. Niwaombe tu sasa wananchi wa Chunya, wapenda soka na wananchi wote kwa ujumla tunafahamu kwamba tarehe ishirini na tisa ni siku ya uchaguzi. Tunaenda kuchagua viongozi wetu wakuu wa nchi, kwa maana kwamba tunaenda kuchagua madiwani, tunaenda kuchagua wabunge, pia mheshimiwa Raisi kwa ajili ya uongozi wa nchi yetu. Kwa hiyo niombe sana Wanachunya, kama tunavyojitokeza kwenye michezo kama hii, wajitokeze pia siku ya tarehe ishirini na tisa. Na mimi Wanachunya sina wasiwasi nao, watajitokeza kwa wingi na tutashangaza taifa kwa jinsi watakavyojitokeza na kupiga kura za kutosha. Nafikiri tutajitokeza kwa, kwa, kwa, kwa nguvu hiyo tarehe 29 Oktoba. Kwanza tunahamasishwa wa watanzania wote kupiga kula, ni haki ya kila Mtanzania, na sisi kama e, chama cha mpira wa mguu mkoa wa Mbeya e, kwa maelekezo ya shirikisho wote tunahamasishwa kupiga kupiga kula, kwa maana wadau wa mpira, familia ya mpira, tunafahamu kabisa jinsi gani mama Samia rais wa Tanzania alivyoutendea haki mpira wa Tanzania. Na unaangalia katika awamu yake kuna viwanja vingine vinajengwa, si ndio? cha Arusha na tunapokea hafukoni. Kwa hiyo tunahamasika kabisa kwenda kutiki tarehe 29. Kwa hiyo na sisi kama familia kubwa ya mpira tunahamasisha wanamichezo wote, familia yote ya mpira wajitokeze kwa wingi kabisa kwa ajili ya kumchagua kiongozi anayemtaka. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya underscore official.